Na ni kushukuru sana mtazamaji kwa kuchagua kuangalia UTV. Kipindi hewani ni Kidani na mimi ni Sauda Hussein, nikiwatembelea wanawake katika tasnia mbalimbali kuweza kuzungumza nao kile ambacho wanakifanya, lengo ikiwa ni kukupa moyo wewe ambao unatuangalia hivi sasa, lakini pia kupata connection hapa hapa, maana kupata ujuzi. Na leo tumekuja kumtembelea Tahia Amor maarufu kama Leymax Cake. Huyu ni mwanamke ambaye yeye amejikita kwenye kutengeneza keki za maumbo mbalimbali. Tutakwenda kusikia kwake mengi, changamoto alizozipitia, lakini ni moja kati ya wanawake ambao wamepata tuzo nyingi sana hapa a, Tanzania, lakini pia kwenda kusoma katika nchi mbalimbali ambazo unazijua wewe ili kuweza kujiongezea ujuzi wa kutengeneza keki, na kabla hatujaanza mazungumzo naye tusikilize kwa muhtasari kuhusiana na a, a, wasifu wake. Tahia Amur Aljabri ni mtaalamu wa kutengeneza keki za 3D na mmiliki wa Laymax Company Limited yenye chapa ya Laymax Cakes, kampuni ya usindikaji wa chakula iliyoanzishwa kwa lengo la kutengeneza keki kwa ajili ya sherehe za aina zote. Safari yake katika tasnia ya uokaji ilianza akiwa darasa la tatu baada ya kujifunza kutoka kwa binamu yake Mariam bila kujua kwamba baadaye ndiyo ingekuwa taaluma yake kuu. Mwaka elfu mbili kumi na nne alianza rasmi kujikita katika uokaji kama kazi yake rasmi na baadaye akajiendeleza na mafunzo ya uokaji na upambaji wa keki kutoka Uturuki na Marekani hatua iliyomsaidia kuongeza ubora wa kazi zake. Kampuni ya Leymax pia inauza vifaa vya mapambo ya keki, viambato vya uokaji na inaendesha mafunzo ya kukuza uwezo kwa wanawake na wanaume wanaojihusisha na biashara ya keki. Mpaka sasa ametoa mafunzo kwa zaidi ya wanafunzi 500 katika fani ya uokaji na upambaji wa keki. Kazi yake imekuwa sehemu ya kuendeleza ujuzi na ufanyaji biashara katika sekta ya uokaji nchini. Tahia ni mwanachama wa chama cha waokaji Tanzania TBA na ni mshindi wa tuzo mbalimbali mbali za uokaji na upambaji wa keki nchini ikiwemo tuzo ya Best Cake Business Woman, TBA Modern Cake Female Baker na WISAC Best Cake Baker. Na huo ni wasifu wa Leymax ambao amesomwa na Hilda Foya na kwa sasa tunaenda kuzungumza naye. Dada Tahia, mambo. Nikuite Leymax nikuite Tahia? Ni maarufu ni mm -hmm. <laughs> <laughs> Lakini nikisema Leymax watu ndo wanaelewa haraka zaidi kwa mtandaoni na okay, na wa mtandaoni ndio tunaona. Nataka kukujua zaidi leo, yeah. Wa nyumbani si tayari wanakujua? yes, sana. Yes, eh, eh, za kwako. Safi kabisa. Pole na kazi. Nimekuja kwenye eneo la biashara, nasikia harufu hapa, njaa inaniuma. Wakati mimi niko kwenye diet. <laughs> ah, ina nini? <nilu>. Leo <laughs> itabidi utakaje diet. <laughs> <laughs> nikajua kuna keki za diet au <laughs> hakuna? Zipo, lakini kama ungenipa wewe hey. lakini leo itabidi tu utakaje. <laughs> <laughs> Basi sawa. Yeah. Uh, watu wangependa kumjua uh, Tahia ni nani? <laughs> Ah, Tahia ni mama, Tahia ni mdada wa makamo, Tahia ni mjasiriamali. Um, Tahia ni mtu ambaye, uh, mwanamke mpambanaji, lakini ninapenda sana sana sanaa iko ndani yangu sana, iko ndani yangu sana. Kwa hiyo hata wakati namaliza chuo, um, wazazi wanakuambia apply, si kazi fulani imetoka wana magazeti na vitu kama hivyo, lakini nilikuwa navutika sana kufanya biashara yani, mimi napenda tu biashara kutoka zamani. Kwa hiyo um, kilichonifanya nifanye kazi ya keki kikubwa zaidi kilichonihamasisha ni ile sanaa ndani ya keki, kwa sababu zamani keki zilikuwa tu ni duara kopa pembe nne, lakini ikaja sasa hii sanaa ya maumbo tofauti tofauti, hiyo ndo ikanivutia zaidi, kwamba keki unaweza ukaifanya katika muundo wa handbag, keki ukaifanya katika muundo wa chochote. Kwa hiyo hiyo ndo ikanivutia zaidi mm. na ndio kisa cha mimi kujikita sasa kwenye, yes. biashara rasmi. Ulienda kuisomea hiyo, yes. keki pia? yeah. Nimesomea yeah. yes, hii elimu ya keki sehemu nyingi tu nimesomea hapa hapa uh, Tanzania, nimesoma Nairobi pale, nimesoma south Africa, nimesoma Australia, nimesoma Nigeria, Uturuki, Dubai. yeah. mm. sehemu zote zilizokuwa unaenda darasani? yes. Okay. Yeah. Ah. Kuchukua kama miaka mingapi kumtaja maeneo mengi mpaka ni, nika <laughs> ili kuchukua kama miaka mingapi kumaliza na kuanza rasmi kazi? Actually ninavyoongea sio kama nilikuwa ni, ni, ni, ni, ni, nikitoka huku naenda huku, no. Niko kwenye kazi, lakini unajua keki ni kitu ambacho kina, kina fashion trends, kwa hiyo kuna, kuna trends zinakuja everyday, kuna trends unaona, nahitaji kujua hiki kitu, nahitaji kujua hiki kitu unamtafuta okay, who is the best in the world kwenye hiki kitu, labda anapatikana Uturuki, unafanya communication naye, unakwenda like that. Kwenye swala la keki sasa, um, bei zinakuwa zimepoa, ndio ile kwamba hii mimi nimeenda kujifunza Uturuki lazima ni, nilipie, uh, yeah. mapato yangu yote nalotoa kwenye ada. Yes ni kweli, kwa sababu kitu cha kwanza kitu cha kwanza keki ni tunaanzia ndani ya keki ndani ya keki ni swala la ingredients. mimi na ubora na brandi zangu ambazo za siagi natumia, na brandi yangu ya unga ngano ambayo natumia, na quality yangu ya yai ambalo nataka kulitumia, umenielewa eh? Kwa hiyo siwezi kukompromise, kwa sababu wewe unataka keki ya bei rahisi, yes. Kwa hiyo nitakupa bei kulingana na na ninavyo gharama zangu jinsi zilivyo. Hapo tumeongelea ndani ya keki, then tunakuja nje ya keki nje ya keki, kwa mfano, keki ninazozifanya mimi ni keki za 3D cakes, kwa kwa Kiswahili sijui lakini, uh, hizi keki zinahitaji muda sana, zinahitaji akili sana, zinahitaji yani, yani zinakula yani na yani ad, hadi soul yani, kila kitu unaweka hapo kwenye keki, umenielewa eh? kwa hiyo of course hata ile gharama ya kuchaji ni tofauti, na kama ukija ukaniambia mi ke nataka keki ya birthday ya round ya kilo moja. of course ni tofauti, kwa hiyo sio kama tunachaji labda sio nini no, lakini unaangalia na aina ya kazi, muda unaotumia, akili inaotumika na vitu kama hivyo. Okay, yeah. sawa sawa, turudi nyuma kidogo wakati sasa uh, ukiwa unasoma na namesema umefika mpaka uh, elimu ya masters. Yeah. Ulikuwa unachukua masomo gani? Actually pale UDSM nimesoma uh, Geography and Environmental Studies and then nikaenda Mzumbe hapa branch ya Upanga nikasoma masters in business ambayo corporate management. Ni, ni rahisi kiasi gani kuanzisha biashara na kufanikiwa mpaka leo nikisema Lemax, kila mtu anamfahamu. Kwanza kabisa nimwambie mtu anayenitazama, sio rahisi lakini sio ngumu inategemea na wewe mwenyewe uh, moyo mwe wako umejiandaa kiasi gani, upo tayari kiasi gani, na akili yako imejiandaa kiasi gani, na iko tayari kwa kiasi gani na kufocus uh, tuseme lese, wewe, leo hii ukasema unataka kuingia kwenye hii tasnia ya keki kaataungi uh, watu wengi hao wanakufahamu wewe ni mtangazaji wa wa TV, lakini leo unaanza kuingia kwenye keki, tayari watu hawana imani na wewe kwamba unaweza ukawafanyia keki nzuri. So mwanzoni utapata changamoto nyingi. Ya kwanza kabisa ni kuto kuaminika, ya pili uh, kuto kutambulika na vitu kama hivyo, lakini kama ukiendelea kuwaaminisha kwamba watu kwamba wewe unaweza wewe, una, una, wewe unaaminika wewe unajali muda wewe unajali quality, hivyo itaenda itaenda mpaka watu wata anza kukuamini mm -hmm. yes. okay. wakati wa safari sasa ya biashara yako inaanza kukua unakumbuka ni, ni matukio gani yaliwahi kutokea ambayo uliona ah, hivi ikiendelea hivi sitatoboa yaani mimi niko positive sana kwa hiyo hata mwanzoni of course nilikuwa napata changamoto ndogo ndogo kama hizo za umeme na vitu kama hivyo lakini mimi changamoto yote ikinikuta nasema tu ah, haya ni mapito tu yaani hapa napita umenielewa kwamba this is not my life I'm passing nitakuta huko mbele, nitakaa sawa. Kwa hiyo unakuta vichangamoto ni vidogo vidogo tu hivyo. Umepeleka keki, siyo imeharibika, unaanza kuangalia okay, next time labda nitabidi nifanye hivi, next time nitabidi nifanye hivi. Kwa hiyo unaenda una, unajifunza kulingana na ile changamoto uliyokukuta leo, unaangalia ufanyeje. Kwa hiyo kwa mfano labda unaona umeme umekatika, ukisubiri okay, nijipange, nifanye haraka haraka ninunue generator au nifanye hivi. Kwa hiyo kila tatizo likikukuta, yani mara nyingi mimi tatizo likinikuta, huwa najifunza Nachukua pale natafuta solution. mm -hmm. Kwahiyo next time ntajikuta nimekaa sawa yes. Umepata hasara mara nyingi tu, unaweza ukanunua baking powder ukiangalia, imeandikwa expired date, yani haija expire iko vizuri, umeinunua sehemu ambayo unahisi kwamba ni pazuri, yani ni watu wanaoaminika, lakini unaweza ukaja ukatumia ukashangaa haijakupa matokeo. Kwa hiyo mwisho wa siku, mimi nimeshasema, mimi ni mtu wa quality na standards kwa hiyo nikishaona keki imetoka katika quality ambayo haieleweki, it's obvious, niitatupa kwenye dustbin. Kwa hiyo kwangu ni hasara. Yes, na kuna muda unachokiangalia sasa hapo, baada ya hapo utakachokiangalia sio faida tena, utaangalia kuweka uaminifu na mteja, kwa sababu siwezi nikakwambia maidia keki yako, sijui baking powder imefanyaje, kwa hiyo sijui ni nini. No, mwisho wa siku wewe utakiwa kujua mimi nimepitia changamoto gani. Unachotakiwa wewe ni kupata keki yako, kwa sababu keki inahusika na matukio ya furaha. Kwa hiyo mimi sitakiwi nikupe wewe huzuni, kwa hiyo mwisho wa siku nifanye ninavyofanya, lakini wewe upate furaha Yes. Kwa kwa msichana ambaye anatuangalia hivi sasa ama mwanamke ambaye anatuangalia hivi sasa, unajua madarasa ya au useme wauzaji wa keki ni wengi sana. Na kuna mwingine anatuangalia hivi sasa labda ni ndoto zake kutamani kuwa mpishi wa keki. Yeah. U, nini unaweza kumwambia? Kwa wewe msichana au mwanamke ambaye unadhani unatamani kuingia kwenye hii tasnia ya keki, na kukaribisha na kuambia keki ya taifa ni kubwa sana, hatuwezi kuimaliza watu wachache, hatuwezi <laughs> kuimaliza watu wachache, na uzuri kwenye hii keki industry kuna enough room. Um, kwa Kiswahili tunasema kuna nafasi kubwa kwa yoyote ambaye anaingia leo kuweza kufanikiwa, kwa sababu mitandao ya kijamii imetoa nafasi kwa wewe kuonekana dunia nzima, kwa, kwa bila kikomo. Kwa hiyo inategemea ni wewe unaitumiaje hii mitandao. Kwa hio unaweza ukaanza leo, lakini ndani ya mwaka mmoja ukawa zaidi ya Leymax. Kwa sababu inategemea wewe umekuja na staili gani na mitandao imekupokeaje. Yes, kwenye keki ambazo kama hizo umesema za maumbo, ni keki ipi ambayo uliwahi kuchukua muda mrefu kutengeneza na ilikuwa ni muda gani? Mara nyingi nikiwa na kazi kama hizo, napenda mteja at least atoe oda mwezi mmoja kabla, uh, wiki mbili kabla, wiki tatu kabla, kwa sababu ni keki ambayo inahitaji planning akili nifanyeje, nifanyeje ili kitu kisimame, kwa sababu keki ni ngano tu na mayai na nini, and then uweze kuisimamisha isimame, iwe kama kitu fulani. Ni akili inatumika. Kwa hiyo sasa, inabidi mtu anipe ile oda mapema, ili nianze kuifikiria ile kitu muda mwingi. Na mimi waga na kitu kimoja <laughs> kibaya sana. Kwa mfano, kuna jengo fulani, nilipewa oda ya jengo fulani. Kwa hiyo lile jengo nilikuwa, kabla kuifanya ile kazi, kila nikipita kwenye ile jengo nakagua kona zote nakagua kona zote, kwa hiyo I feel connected. Mpaka leo hii I feel connected kwenye lile jengo. Mwaka jana kuna kazi nilipewa ya minara ya simu kwenye kampuni fulani. Kwa hiyo ile minara nilikuwa kila nikipita kabla ile kazi nakagua minara, umekaaje umefanyaje. Hadi leo nikipita kwenye mnara I feel connected kwenye mnara, yes. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho kwanza, ukinipa ile kazi naanza kuifikiria, naiweka hapa muda mwingi, kwa hiyo hata nikija kuifanya na yakuwa na najitahidi kuifanya katika ubora zaidi. Na mtazamaji, bado tunaendelea hapa, niko na Tahia Amora ambaye yeye uh, ni mkurugenzi wa Leymax, uh, company ambapo tunazungumza naye hapa. Kwa hiyo ni kusihi, tafadhali usiondoke, endelea kubaki hapo hapo, tunaenda mapumziko mafupi alafu tutarejea hapa. Naam, tumerejea tena, bado tuko hapa, kipindi hewani ni Kidani na mimi ni Sauda Huseini na niko na Leymax hapa. mbali na keki, uh, ni ni sehemu gani nyingine ambayo unafanya sanaa uh, mbali na keki? Sina usanii mwingine yeah, uh. mimi usanii wangu ni kwenye keki tu, kwa hiyo mimi ninafanya sana katika chakula aina ya keki. Mm -hmm. yeah. <laughs> na na Leymax Ley, ilitoka wapi wakati wewe unaitwa uh, jina lingine kabisa? Ya yeah, hii Leymax actually ni binti yangu wa kwanza anaitwa Leila Maxamed kwa hiyo nikaiweka Leymax. Aha. Uh -huh. Yeah. <laughs> okay. Kwa binti anapepea kwenye mzama. Eh, uh, binti kusama. kwa kweli anapepea, Mungu amtangulie. <laughs> Amin, na yeye huwa ananiahidi ananiambia, mama, mimi nitakuja kuichukua Leymax kwenye level zingine zaidi na mwambia Mungu akutangulie. Umesema pia wewe una madarasa ambayo yes, unafundisha baadhi ya watu madarasa yako huwa yanakuaje na vigezo vinakuaje? madarasa ya yangu wanafundisha mtu ambaye yani, na levels tofauti. Kuna watu ambao wanaanza hawajawahi kabisa hata kuchanganya ngano wala nini hawajui, wale nawachukua na wachukua, na waelekeza from beginning kabisa mpaka wana master mm -hmm. na kuna wale watu ambao tayari yeye alikuwa anafanyaga keki, lakini kuna namna anataka kuji upgrade, naye pia anapokuja anakuambia specifically kwamba anataka kujifunza nini and then unamwelekeza hivyo anaweza kumaaya. Na mwanamke sasa ambaye anatamani ku, um, kuingia kwenye biashara yoyote mm, nini unamwambia wewe? Umekaa kufanya biashara kwa muda mrefu, unajua changamoto, unajua panda na shuka mm. Nini, ambazo, nini ambacho unaweza kumwambia kabla hajaingia kwenye biashara? Yaani kitu ambacho anaweza kumshauri mwanamke ambaye hajaingia kwenye biashara, kwanza kabisa afi, a, aangalie anapenda nini, kwa sababu ukifanya kitu unachokipenda itakurahisishia zaidi. Kuna mwanamke ambaye sio mfanya biashara lakini yeye anapenda, yani akiona chombo jamani, anachanganyikiwa, anapenda anunue vyombo na ana test ya vyombo, yani anaweza kaenda kanunua vyombo, yani duka ambalo ameingia yeye na wewe kaingia, lakini baadaye mkikutana nje, vyombo alivonunua yeye na vyombo alivonunua wewe ni tofauti. Unaanza kuuliza mbona hiki sikukiona, mbona hiki sikukiona. Umeielewa eh? Kwa hiyo unakuta kuna mtu ana test na kitu fulani. Kwa hiyo wewe ujiangalie, mimi labda nina test na vyombo basi fanya biashara ya vyombo, kwa sababu itakuwa ni rahisi wewe kuweza kuifanya kwa ubora zaidi, kwa sababu ni kitu ambacho una testi nacho. Na kuna mtu ana testi ya mavazi, kwa hiyo ukijiona una testi ya mavazi ufanye biashara ya mavazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku, mtu kwanza afanye kile ambacho anakipenda, lakini pili, unapoanza usitegemee tu utanyanyuka kama unaowaona wamenyanyuka, kwa sababu mwanzo ni mgumu. Unatakiwa ujenge jina, unatakiwa ujenge customer base unatakiwa ujenge kuaminika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwanzo utakuwa ni mgumu, lakini koma mpaka uhakikishe kwamba unafikia malengo uliyoyapanga. Ndoto za Leymax ni ni kuwa nani baada ya kama ya miaka mitano? Tutaendelea na 3D ama tuna mkakati mwingine? Tunaenda tu na spidi ya dunia inavyotaka. <laughs> Kwa hiyo kama dunia itaendelea hivyo hivyo na sisi tutaendelea hivyo hivyo na 3D, lakini mimi natamani na, na, kuweza kufanya kazi na makampuni mengi zaidi kwa sababu makampuni mengi hapa Tanzania hayajatutumia sisi wasanii wa keki vizuri, yaani bado hawajatuona. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Kwa mfano, unakuta kuna kampuni inafanya biashara labda ya juisi fulani, inafanya biashara ya mafuta ya kula, inafanya biashara, yaani bidhaa ni nyingi, si ndio eh? kwa hiyo ukitumia sanaa ya keki kufanya tangazo lako linaweza likaenda zaidi likawafikia watu wengi zaidi. Uh, kwa mfano makampuni ya magari uh, yanaweza yakatutumia tukatengeneza keki kwa umbo la gari fulani ambao wanalitangaza labda wametoa new model, makampuni ya bidhaa za chakula, makampuni ya bidhaa za vinywaji na vitu vingi zaidi. Kwa hiyo tunaweza tukatumia sanaa hii ya keki kufanya kitu kikubwa zaidi, na kikaenda zaidi, kawafikia watu wengi, na kikawafanya watu wa interested na ile bidhaa yes. kwa hiyo Uh, changamoto ambayo watu wa hapa Tanzania ambao mimi naiona kwamba ni kubwa, watu wengi bado hawajawa tayari ku spend pesa nyingi kwenye bidhaa ya keki. Yes, kwa hiyo watu waone sasa kwamba keki ni kitu tofauti. Keki ni kitu ambacho kinaweza kikafanya vitu vingi zaidi. Keki ni kitu ambacho yani ni zaidi ya keki. Keki ni kitu ambacho unaweza kutumia kufikisha ujumbe kuhusu bidhaa zao. Unajisikiaje una, una kuwa kupata tuzo saba kati ya wapishi wangapi sijui wa keki Tanzania? Najisikia raha kwa sababu nature ya hizi tuzo ambavyo nimezipata ni, ni Watanzania wenyewe ambao wanafuatilia kazi zangu ambao wana appreciate kile ninachokifanya ndio walionipigia kura na kuona kwamba nafaa. Ile, tutuzo, kwa hiyo ile sio tu tuzo kwangu mimi. Yani nachukulia kwamba ni namna gani nakubalika kwenye jamii, ni namna gani watu wamepokea kazi yangu na wanaikubali. Kwa hiyo nathamini sana sana sana vile ambavyo watu wameweza kunipokea kwenye kwenye hii industry. ni, ni, ina, ina, ina, ina yani, ni, ni nchi gani ambayo inatupiga yani nchi gani? Kwa kweli, Nigeria ndo wanaongoza yani, Nigeria ndo wanaenda sana na trend, wameikubali keki kwa sababu wale wa Nigeria wenyewe kama unavyowajua Wanigeria ni watu ambao wako extraordinary. Yaani, Mnigeria atakaje kitu chake kio cha kawaida kawaida, cha nomonomo a. Kwa hiyo Mnigeria anataka aende extra, kwa hiyo unakuta hata keki zao wanafanya kubwa, wanaweka bajeti kubwa kwenye sherehe. Hata wa Tanzania sasa nawahamsha jamani, hebu tufanye vitu. Yaani mtu unakuta ukumbi kamlipa mtu wa mapambo milioni mia mbili, lakini kwenye keki anakuambia sisi tuna milioni mbili. Hapana, weka bajeti kubwa kwenye keki. Keki nayo ni moja ya sehemu ya mapambo. Yes. <laughs> Ushawahi kupata changamoto mteja anakuambia bwana mi nataka kukuta wewe? Ipo sana, na hiyo ndio ambayo inawafanya watu wengi wanashindwa kuendelea hapa Tanzania, inawafanya watu wengi wanashindwa kukua yani kibiashara kwa sababu hata mimi ilinikuta hiyo changamoto nikapoteza wateja wengi sana mwanzoni, kwa sababu mwanzoni unapoanza kazi mjasiriamali, lese unapika ubuyu, sijui unapika mandazi, utakuwepo wewe pale unapokea oda wewe, wewe ndio customer care, wewe ndio mpigapicha wa yale mandazi, wewe ndio mkandaji wa yale mandazi, wewe ndio mchomaji wa mandazi, wewe ndio mpak wa mandazi, yaani wewe ndio kila kitu kwenye ile biashara yako. Lakini inapofika mahali unataka ku grow unataka keki zako zi, yani, uhudumie watu wengi zaidi, au mandazi yako ya, tu, yaende sehemu nyingi zaidi Tanzania, maana yake unahitaji team, unahitaji sasa kupunguza majukumu, kwa hiyo unahitaji mtu akusaidia kupokea oda kuhudumia wateja kwa njia ya simu. Unahitaji mtu kwa ajili ya kukukandia mandazi, unahitaji mtu kwa ajili ya kukuchomea mandazi na vitu kama hivyo. Sasa ile pale inawafilisha watu wengi, kwa sababu mtu akishapiga simu akakutana na mfanyakazi akwambia, mimi namtaka Taia mwenyewe. Umeona eh? Kwa hiyo sasa unamtaka Taia mwenyewe una personal uh, issues au unahitaji huduma ya keki? Kwa sababu kama unahitaji huduma ya keki nipo hapa kukuhudumia, lakini kama una personal issues it's fine, mtafute Tahia. Kwa hiyo unakuta mtu anakuja kwangu, anataka tena nitumie picha za keki za graduation, nataka na graduation ya mtoto ambao unakuta hizo picha hata huyu mhudumu yaani msaidizi wangu ageza tu kumtumia, na naongea nao, lakini kuna muda kama mkurugenzi ambaye na mambo mengi, kwa sababu mimi similiki tu biashara bakery peke yake na biniki biashara zingine zaidi kwa hiyo unakuta nakuwa labda pengine niko busy, naweza nikamwambia my dear sorry, naomba uhudumiwa na ile namba ya ofisini, kidogo nimetingwa, nitashindwa kuhudumia kwa wakati. Mtu ambaye ni mwelewa atakuelewa, atakuja ofisini. Mtu ambaye sio mwelewa atasema, ah, huyu bwana sasa hivi anaringa kashapata jina. Kwa hiyo ni changamoto, Watanzania tujifunze kuwapa watu room to grow. Namna gani sasa una balance muda wako? Umesema una kazi ya kuna hii ambayo watu wanakujua nayo, kuna nyingine ambazo unazo mm. Lakini kuna lei kina lei wako nyumbani na wadogo zake au, yeah. na kaka zake, namna namna gani una balance uh, kazi zako zote, kwa kisha kila kitu unakifanya vizuri? Kama nilivyokuambia, kwa kwamba mimi nina team na nina system, kwa hiyo system inakuwa imekusaidia kwa asilimia kubwa sana ku manage biashara, kwa hiyo wewe unafanya kwa kiasi fulani, umeona? Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kujigawanya, kwamba ukitoka hapa bakery labda utasimamia hiki na hiki kama kilikuwa kuna ambacho cha kusimamia, kama kuna ambacho kinakutaka ufanye utakifanya, then kutoka hapo utaenda sehemu nyingine utasimamia hiki na mambo yataenda sawasawa. Okay, yes. Mm. Kwa kumalizia sasa, mwanzoni um, kuuza kuna keki za diet yeah, na mpango wa kuzileta? Maanake sisi wa mabonge tuna nyanyaso kila keki, mtu anakusema sana jamani, wakati ni kitu kitamu. Umesema yeah, tunafanya hizo healthy cake wanaita Tunafanya, mtu akitoa oda, mtu mwenye kisukari ambaye anatakiwa ku, kuasile sukari na wanga, tunamfanyia special cake. Kuna mtu ambaye ana allergy na mayai, kuna keki ambayo haina mayai, eggless cake. Kuna mtu ambaye ana aleji na mayai, mayai, ana, ana aleji na, mayai na maziwa, kwa hiyo tunamfanyia pia. Kwa hiyo tunafanya keki design tofauti tofauti, kasoro zile ambazo zenye vilevi tu. Yes. Ndio mfanye. Yes. Okay. Kwa kumalizia uh, mwambie neno lolote Mtanzania ama serikali kama kuna changamoto unazipitia kwa sababu ya sera ama miundombinu mm, au nini wewe, uh, unawakilisha watengeneza wa, wa, keki ama wafanyabiashara wa keki wengi Tanzania, emsema neno uh, serikali kusikie. Ah, serikali kusikie, kitu cha kwanza serikali inatakiwa itambue kwamba sisi ni wazali, yaani tunasaidia katika kuongeza pato la taifa kwa sababu pia sisi tunalipa kodi kwa hiyo kuna sera za serikali ambazo zinatuumiza ikiwemo, kwa mfano kama uh, sisi watu wa keki tunatumia sukari nyeupe kwa ajili ya kufanya production ya keki, lakini sukari nyeupe inakuwa kidogo regulated na uh, serikali inakuwa kidogo shida kuipata na vitu kama hivyo. Uh, unakuta kuna ingredients zingine kama icing sugar ambayo tunatumia sana, lakini hapa Tanzania viwanda vimeshindwa vipo vilivyojaribu kufanya lakini vikashindikana kutokana na sera za nchi. Kwa hiyo unajikuta sisi tunaleta icing sugar kutoka Kenya. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vingeweza kufanyika hapa hapa kama sera ya nchi ingekuwa ni nzuri, lakini vinashindikana kufanyika hapa. Siagi tunategemea Kenya, icing sugar tunategemea Kenya. Kwa hiyo ni shida sana. Mm-hmm. Yes. Kwa hiyo serikali sasa ituchukue na sisi kwamba tupo wengi sasa hivi na tunasaidia kunyanyua uchumi wa nchi Mitaidia. Ifikirie, yes tunatoa ajira nyingi sana kwa sababu ukiangalia mimi tu binafsi nimeshafundisha watu zaidi ya mia tano ambao katika hawa asilimia themanini wanafanya hii kazi ya keki. Kwa hiyo ni ajira ambayo serikali inatakiwa ichukulie serious na kuhakikisha tunawezeshwa, uh, kupa, upatikanaji wa mali ghafi hapa hapa nchini kutokana na kwamba sera kidogo Wazi badilishe. Yes na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo siku ya leo. Nilikuwa hapa na Tahia Amor ama maarufu kama Leymax, tumezungumza mengi sana. Kwa wale ambao wanatamani sasa kuingia kwenye biashara ya keki, mmesikia nini ambacho unatakiwa kufanya. Lakini kile ambacho wewe unapenda kufanya unaweza kukifanya vizuri zaidi aa, bila kuiga kile ambacho mwingine anakifanya. Lakini pia serikali nafikiri watalifanyia kazi kile ambacho Tahia amewawakilisha, uh, watu wengine ama wapishi wengine wa keki. Kuna namba ya simu ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 9766 unaweza ukatuma ujumbe mfupi wa maandishi, ama unaweza pia katika mitandao ya kijamii ukanifuata, andika sauda underscore kidani show ama utv tz. Mpaka wakati mwingine, sina la ziada, kwaheri.